Tunakufahamisha kwamba kijana wa miaka kumi na mitano yuko hali mbaya kiafya katika hospitali ya kimisheni ya Litein baada ya kula nyoka katika kijiji kimoja kaunti ya Bomet. Mamake kijana huyo akithibitisha kumwona mwanawe alitoa nyoka huyo aliyekufa mfukoni na kuanza kumla. Madaktari wanasema wamemtibu kuondoa wa sumu ya nyoka na anaendelea na matibabu. Willy Lusige na taarifa zaidi. Wanasema ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Jumamosi jioni, hospitali ya kimisheni ya Litein ilimpokea mgonjwa wa kipekee, mgonjwa ambaye matabibu wanasema ni kisa cha kwanza kama hicho kuwahi kushuhudiwa kijana huyu mwenye umri wa miaka kumi na tano na anayedaiwa kuanza kuuza pombe soruhusiwa, alikimbizwa hapa baada ya kutoa nyoka aliyeuawa na kumtia mfukoni na kisha kurejea naye nyumbani. Mamake hakuamini macho yake, mwanawe aliporejea na kitoweo hicho mfukoni. Alipohusa chang'aa huko karibu na mtoni, wakaona nyoka sasa. Wenye walikuwa wanahusia chang'aa ndio aliua hiyo nyoka. Alafu baadaye huyu kichana akashika nyoka mpaka nyumbani. Alipofika na kumkuta mamake nyumbani, alimtoa nyoka huyo mfukoni na kumwonyesha mamake kabla ya kukimbia naye hadi mtoni, alipomtafuna mzima mzima mbichi kama kitoweo kabla ya kunywa maji madhe. Wacha nitoe, akadhoa, nikabika nduru, lakini alikimbia mpaka mtoni akaenda kukula kwa mtoni na kukula na kukunywa maji, ila makali ya sumu yalipoanza kumwandama ndipo wanakijiji walifika na kumkamata na kumkimbiza hospitalini. Tulifunga na mnyororo, na saa hiyo tulipofunga na mnyororo alikuwa anataka kutuuma, lakini tulifunga na kitambaa. He was received in critical condition and was started on management for anaphylaxis related to biotoxins from snake ingestion. This case is a rare case And I have not managed before such a case. Kwa sasa atasalia hospitalini huku matabibu wakisema watamchunguza ikiwa ameathirika na utumizi wa dawa za kulevya kabla ya kumruhusu kuondoka. Atakapopona waweze kumwangalia huyu mgonjwa kwa upande wa akili, ili atakapoenda nyumbani asiweze vilevile vile kurudia kisa hichi. Willy Lusige, runinga ya yes Citizen Oregon.